Na mtazamaji, tukizidi kutafakari hayo, viongozi wa wanafunzi katika vyuo vikuu vya Kakamega wameanza zoezi la kuwafahamisha wenzao kujisajili kuwa wapiga kura huku wakilenga kuwafikia vijana zaidi ya laki moja katika kaunti hiyo. Wakizungumza wakiwa mjini Kakamega, viongozi hao wamelalamikia kucheleweshwa katika utoaji vitambulisho vya kitaifa wakitaka serikali kufanikisha zoezi hilo ili kuwawezesha vijana kujisajili kama wapiga Wanafunzi hao wanasema watatumia mitandao ya kijamii pamoja na mikutano ya hadhara kuwahamasisha vijana huku wakiwaonya wanasiasa dhidi ya kuwatumia vijana kuzua vurugu katika mikutano ya hadhara. huzunika sana tukisikia kwamba vijana wanasema, vijana hawajajitokeza kushika kura na vitambulisho vingi sana haswa Kakamega kaunti zingali kule Nairobi, ni jambo ambalo ila kuhuzunisha, na tunaomba sana serikali kama inatusikiza tuhakikisha kwamba tunapea vijana nafasi na, na tupee vijana nafasi ya kushika kura. Tutawapea tu nafasi kama tutaleta vitambulisho zao haraka. Vijana wenzetu wametumika kama guns, wametumika kama hekolas kwenda kwa mikutano kuleta vurugu kwa sababu wamelipwa, kwenda kwa matanga kuleta vurugu kwa sababu wamelipwa. We want to tell the political class it is a turnover point.